Tunawaletea hadithi za vijana jasiri na wabunifu na wanaochukua hatua ya kubadilisha maisha yao na jamii zao kwa ujumla. Mimi ni Kanyuka Jonas Kanyuka nikiwa hapa TBC 87.7 kanda ya Magharibi. Leo tunayo hadithi ya kipekee inayofundisha juu ya juhudi, bidii na kutokata kutoka tamaa. E, tumebahatika kukutana na kijana mwenye, uh, mwenye ali na malengo makubwa ambaye ametoka jiji la Dar es Salaam na kuamua kusafiri hadi Kigoma, safari ndefu yenye changamoto zake, kwa lengo moja tu kuu, ikiwa ni kujifunza sanaa na ujuzi wa kutengeneza sabuni. Ni kijana ambaye tumekutana naye kupitia mitandao ya kijamii, na baada ya kuona juhudi na hali yake, tukaona ni ni muhimu sana kuzungumza naye na kusikia moja kwa moja kutoka kwake kuhusu safari yake hii ya kuhusu safari yake hii ya kutafuta maarifa na kuboresha maisha yake. Ni hadithi inaweza kuhamasisha vijana wengi nchini pote, ambapo wanatafuta fursa za kujifunza na kujiajiri. Lakini ni nini hasa kilichomfanya kijana huyu achukue uamuzi wa kuja Kigoma? E, ni changamoto zipi alizokutana nazo akiwa njiani, yani safarini, na ana mpango gani baada ya kupata ujuzi huu wa kutengeneza sabuni? Karibu sana tushuhudie mahojiano haya maalum ambayo naamini yatakuwa na somo kubwa kwa vijana wetu kote nchini. Saba, bila kupoteza muda zaidi, hebu tumkaribishe kijana wetu ambaye yuko hapa nami studio. Kumbuka kipindi hiki ni kipindi cha Jikwamue, kipindi ambacho huwa tunazungumzia masuala mbalimbali, ni namna gani ambavyo unaweza kujikwamua kimaisha. Mimi ni Kanyuka Jonas, studio Eh, bila kupoteza muda tumkaribishe ndugu wetu yuko hapa studio. Karibu sana. Shukrani. Karibu sana. Shukrani sana. Naam. Labda unaweza kutuambia ni jina lako na unatoka Dar es Salaam pale maeneo gani? Ndio. Kwa majina naitwa Jocelyn Hela. Ndio. Na anaishi Dar es Salaam Kigamboni. Naam. Shughuli zangu ni mjasiria mali kwa maana kwamba natengeneza sabuni, shampoo, lotion, ila sabuni zina madaraja, kuna sabuni za unga. yeah. Sabuni za vipande nah. ambazo za kuogea na sabuni za kufulia ndio. yeah. ikiwemo na sabuni hizi ambazo zinaitwa za magadi, wengine wanaita right mkaa kwa yeah. mm huku -hmm. Kigoma maarufu sana kwa jina la sabuni za bwanja nah. mm -hmm. kwa hivyo kutokana na shughuli zangu nazofanya na, na maafikiano mazuri na mazingira haya na vitu ambavyo mi navifanya mm hasa -hmm. Ikiwemo malighafi za kutengenezea Kigoma kutoa hizo bidhaa na, na, na vitu vinavyotoka huku nasadikika ni bora, ni bora na, kwa hivyo nilikuwa naagiza matirio kutoka huku nikitengeneza kule nauza na, na. Wakati huu nikaona ni bora nikafika moja kwa moja kwenye chanzo cha Kigoma nikajionea kwamba ubora unatokana na nini na mazingira hayo yanaboreshwa kutokana na kitu gani hasa ambacho Kigoma kinapata jina wakati Morogoro pia yapo. Na labda wewe nimekufahamu ni kupitia mitandao hii ya kijamii, kwa msikilizaji ambaye anataka kufahamu zaidi unapatikana mitandaoni kwa jina gani? Mtandaoni na Instagram account ambayo inaitwa Justin Joel Mhela, na pale utakuta kuna picha yangu ya sabuni hasa kule kwa Dar es Salaam, ndio napenda sana kuuza sabuni za kuoshea vyombo vya moto, yani pikipiki, bajaji. Kwa hivyo jina langu pale lipo na profaili yangu ina lebo ya logo yangu ya ambayo, ambayo ndo kama sawa nina labda kwa kabla ya kuendelea huko kote unaonekana ni kijana ambaye bado upo katika harakati za ku, kutafuta maisha labda. Una umri wa miaka mingapi hivi? Na vipi kama umeoa, una familia? Ni kwa ujumla kwa umri. Nina umri wa miaka 28 na, na kuhusu familia bado sina familia ile kusema na. ila kwenye mahusiano na mahusiano, ndio mahusiano permanent permanent. Na e, kumana, kwa maana kwamba ukiwa na mahusiano na mwanamke ikapita miaka miwili miezi sita, yani mahusiano ya sisi tusio na fedha mara nyingi huwa Hayakomai haya kama uchumi haujatengama, kwa hivyo inategemeana na mazingira ambayo unakutana na mwenzio, mpo kwenye hali gani? kwa yeah, hiyo naamini katika hali ndio huwa vyote vinajieleza. Labda msikilizaji ana hamu ya kujua, labda tunajua umetoka Dar es Salaam huko Kigamboni kuja hapa Kigoma, labda safari yako ya elimu wewe ipoje? Umesoma mpaka ngazi gani? Labda mimi kwa elimu nimeishia form four So, ndiyo nimesoma shule ya msingi nikamaliza darasa la saba nikaingia sekondari Form 4 sikufanikiwa kwenda advance kwa ufaulu wangu na. Kwa hivyo baada ya kuishia hapo nikajikita na shughuli za mtaani, japokuwa nilipata cheti ambacho sio kizuri sana, kwa hiyo nilikuwa na malengo ya kuwa mwanzilishi wa bidhaa yoyote inayotokana na, na mazingira na yetu. Pengine ulisomea masomo masomo gani sayansi ama ya, masomo ya kawaida? <laughs> <laughs> Kweli napenda sana sayansi na nilikuwa napenda sana, kwa maana mpaka kuna mazingira niliyokuwa napitia shuleni no, no, nikatengenezewa jina nikaitwa Chemi, yani Chemistry nilikuwa naipenda sana wakati huo, wakati, wakati nasoma So kwa watu wengi ambao nimesoma nao na, ukiwatajia jina la Chemi, Chemi, yaani ni maarufu kuliko jina langu halisia. kwa, kwa, um, kwa shule gani huko Dar es Salaam ndo umesomea? Hapana, mimi Morogoro. Morogoro. Morogoro. Morogoro. Morogoro. Ni mzao wa Morogoro, nimezaliwa Morogoro, nimekuwa Morogoro, nimesoma Morogoro. Dar es Salaam ni harakati tu. Pia harakati zangu zilianzia Mbeya, ndio, lianzia harakati zangu Mbeya za utafutaji hivyo na mpaka sasa hizi bado naangaika kwenye utafutaji, bado sijaseto kusema hapa ndo sehemu sahihi. Naam, naam, labda pamoja na kuwa umesema bado upo kwenye mahusiano, kuhusu wazazi wako, familia yako, yani wazazi, baba mama, ipoje? Mimi ni mtoto ambayo nimezaliwa na baba na mama, lakini ni wa watoto wa Kiafrika yani yani, baba kushoto, mama kulia. Kwa maana hiyo mimi nimezaliwa yani na mama pekee yani nikiwa na mama baba okay, yupo anatambulika, lakini hakunisogeza karibu, na nimekuwa mikononi kwa bibi mpaka anafikia mm, upande wa mama yani, kwa wajomba hivyo, mpaka nikaingia mtaani sasa, kusimama kama mimi kwanza kupambana na sawa. Kabla ya kuanza mahojiano yetu kuhusu swala zima la uchakataji wa hizo sabuni ambazo umekuja, labda Dar es Salaam pale, wewe ni ni mwenyeji kwa muda gani, pale umekaa kwa muda gani huko Dar es Salaam pale? Mm, Dar es Salaam na muda mwingi kwa sababu I mean 2017 Desemba ndo niliingia Dar es Salaam. Kwa hivyo nimeingia Dar es Salaam toka 2017 lakini sio ile permanenti nikakaa. Yeah. Niliishi pale kwa miaka mitatu na miezi kama saba. Yeah. Nakumbuka 2019 ile corona nikatoka. Ndio? Yeah. Eh, kwa hivyo nikarudi tena Morogoro. Yeah. Japokuwa nilikuwa nafanya fanya shughuli za civil engineering pale Dar es Salaam. Ndio. Yeah, yeah. Kwenye kujitafuta hivyo hivyo. Na. Ile korona ilivyokuja, kampuni nyingi unajua zili stop kufanya kazi. Ndiye. Ikabidi sasa niwe sina cha ziada kuendelea kubaki Dar es Salaam kwa sababu kazi hakuna. Ikanilazimu nirudi nyumbani kanirudi nikarudi nyumbani Morogoro, nakumbuka nikaishi kwa miezi kadhaa, haikuvuka na. Yani, naishi miezi sita. Ndiye. Kuna changamoto kidogo kule za kimwili ambazo zilinitatiza nikanikuta hali ambayo sikuweza kustahimili kuishi mazingira ya sababu mm, kuna vitu ambavyo nilishindwa kustahimili nikarudi Da. Pole sana labda, kwa wewe ni mkazi wa Da, tunafahamu umekuja Kigoma kwa lengo hilo la kujifunza masuala ya kutengeneza sabuni hizi za magadi. Kwa wakazi wa kule Dar es Salaam labda m, watu wa Kigoma mnawachukuliaje? Nikisikia watu wa Kigoma mnawachukulia katika hali gani? kwa mitazamo tofauti minazani, katika kila sehemu, kwa maana kwamba watu kwa wa Dar es Salaam, lakini pale kuna jamii tofauti, ila kwa sisi pia ambayo tumetokea mikoa ya aina kama ya Kigoma tuseme, ambayo ni mashambani au tuseme ni sehemu ambazo mazao ya shamba yanapatikana, mi binafsi watu wa Kigoma wanachukulia ni wapambanaji yani, ukinitajia watu wa Kigoma, kitu cha kwanza kinachokuja kwenye taswira yangu Ndia. ni wapambanaji yani, ni watu ambao ni watu wekaadi yani yani wao ni wapambanaji Manana, kwa maana kwamba chochote ambacho kipo mbele kina maslahi wao wakalizia, watakifanya kwa, kwa uweledi ambao wao wataujua na akiweze kutoa matokeo sawa. Umetoka Dar es Salaam hapo, labda hali ya hewa ya Kigoma na hapo Dar es Salaam kwa kipindi hiki kifupi ambacho umefika, unaona kuna tofauti gani labda kubwa kubwa? Sia, yani Kigoma kwa mtu ambayo anaishi Dar es Salaam, kwa mfano, anaishi Kinondoni, Temeke, Ilala yeah. mm, itamuia vigumu sana kwa mara ya kwanza akiingia Kigoma, kwa maana kwamba hali ya hewa ya Kigoma yeah. ni ya baridi na kule ni joto kali, yani unajua joto kali kwa kipindi hichi, hasa mvua imechelewa yeah. na hasa mvua zinavyonyesha alafu zikakata yeah. sio ile mvua zika ile masika ya kuunga mvua ikanyesha afu ikakata siku mbili ikapiga jua yeah. kwa Dar es Salaam inakuwa ni joto kali sana, lakini kwa Kigoma si hivyo. Kigoma ipo kivingine eh, kwa hivyo hata bila feni unaishi, lakini mimi nimevaa jaketi hapo bwana toka nifike, yani ndio leo hiki yeah. kijua kidogo leo, leo, na hiyo kwa sababu naona ngozi yangu pia naye nimeanza kutaba. huyo ni Mr. Jocelyn kutokea pale Dar es Salaam. Lengo la kuja Kigoma ni kwa ajili ya kujifundisha namna gani ya kutengeneza sabuni hizi, sabuni za mkaa wanaziita huko Dasa, ama sabuni za magadi, ama sabuni za gwani. E, hapa studio tunaye Jovin, kijana huyu kutoka Dar es Salaam, ambaye katika siku ya leo tutakwenda kuzungumzia hususan maisha ya uchakalikaji, hasa ye kama kijana, ni swala zima la utengenezaji wa sabuni. Yeye ni mjasiriamali kutoka kule Dar es Salaam. Labda Jovin, kwa kwanza hapo ni nini hasa wewe kilikusukuma kuamua kusafiri kutoka kule Dar es Salaam hadi Kigoma kwa ajili ya kujifunza kutengeneza sabuni. Tunafahamu sehemu nyingi sana zimekuwa zikitengeneza sabuni. Ni nini hasa kimevuvutia kuja Kigoma hapa? Mm, cha kwanza kilichonisukuma kuja Kigoma mm, kwa maana kwamba Kigoma kuna umaarufu kwa sabuni zinazotoka Kigoma, ni bora sana kuliko sehemu nyingine yote kwa Tanzania na nadhani kwa Afrika Mashariki yote. Ndiyo. Kwa hivyo lengo langu la kuja hapa sio kujifunza sabuni, kujifunza ni mbinu gani wenzetu wanazitumia na katika kutengeneza sabuni zao na zinakuwa bora. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa watu wa Kigoma wametengeneza umaarufu wao kupitia sabuni za magadi, au wanaziita sabuni za uwanja ambazo hata Morogoro zinatengenezwa kwetu. Ndiyo na isivyo bahati Morogoro ni karibu sana na Daa, lakini cha kustaajabisha sabuni za Morogoro hazina soko sana kama za Kigoma e. Kwa hivyo mimi lengo langu Ndiye. kubwa kuja kufata kiini ni vitu gani ambavyo wenzetu wanavipa mazingatio katika ubora wa utengenezaji wao au maandalizi yao mpaka kutengeneza sabuni ambazo zinapendwa na zinaonekana bora. Ni kwa nini umesema sabuni za Morogoro hazipendwi sana kuliko za Kigoma wakati zote ni sabuni hizi za magadi? Mimi nimeishi Morogoro, nimeishi Daa, kwa hivyo ninachokisema ni nadharia na mazingira husika ambayo nimeyaishi. Kwa maana kwamba ukichukua sabuni yenye blandi ya Kigoma. Ndiyo. na ukachukua sabuni yenye blandi ya kutoka Morogoro, mara nyingi sabuni za Morogoro zinakuwa na majina ya watu wenyewe binafsi na sabuni za Kigoma zinaandikwa Kigoma soap. Kigoma. Kwa hivyo Kigoma soap, yani, mtu yoyote anayetengeneza gwanji sabuni anaandika Kigoma soap. Ndiyo. Na hizo ndo zenye soko zaidi Dar es Salaam kuliko za Morogoro, kuliko za Morogoro. Kwa hivyo zile ambazo zinaonekana zina nembo ya Kigoma soap, hata wakitengeneza Morogoro inaonekana zitauzika zaidi kwa ku lakini kwenye ubora sasa, nimekuja kuona kingine, ule ugumu Ndiyo. wa ile sabuni ya kutoka gwanji ambayo ni Kigoma na ya kutoka kule pia zimekuwa tofauti. Sabuni ya kutoka Kigoma inakomaa, yani ni ngumu hata ukiishika, kiasi cha povu inatoa jingi. Sabuni ya Morogoro inaweza ikawa inatoa povu jingi, lakini sidhani inawiana kiwango sawa na hizi ambazo zinatokea huku. Sawa, labda wazo hili la kuja kutengeneza sabuni hizi za gwanji ulilipata, ulikuwa nalo toka mwanzo ama ulilipata baada ya kukosa kazi? Ilikuwaje yaani mpaka kupata wazo hilo la kutengeneza sabuni na sio wazo jingine? Kwanza mimi sijalipata wazo jana au leo la kutengeneza sabuni, au tuseme, naamini katika kuunda ndipo naweza nafsi yangu itatakasika na utafutaji wangu, naamini kupitia njia hiyo utakaa vizuri. Kwa hivyo licha ya sabuni na lakini mimi natamani vingi niwe navyo, ikiwemo kama kule kwetu kuna malighafi mahindi, mpunga, Morogoro maziwa. Kwa hivyo natamani itokee siku nimepata mtaji wa kutosha nikatengeneza kiwanda cha unga, kusindika unga, nikawa na pakeji zangu naziuza, natengeneza pakeji za mchele naziuza, natengeneza maziwa, yaani maziwa ya paketi, kwa sababu nimetokea mazingira ambayo wafugaji wengi sana na maziwa ambayo naweza nikayatengeneza vizuri akawa ya yanatunzika kwa kipindi kirefu tofauti na sasa ambavyo yapo hakuna mtu ambaye amewekeza katika mfumo huu wa kuweka kiwanda pale yakakusanywa yakawekwa kwenye vifungashio kama tunavyoona da fleshi, tanga fleshi, asas. Hmm. Eh, kwa hivyo lengo langu mimi kubwa ni kutengeneza kiwanda sio sabuni tu hmm. chochote ambacho nitaweza kufikia yani kiukweli Mi naamini kama una lengo la kufika mahali mm, kwa ulimwengu wa sasa huwezi kupotea, utafika, ila unaweza ukacheleweshwa, au la, unaweza ukazungushwa. Kama ulitaka kunyooka hivi ukafike pale, basi utazungushwa mpaka utafika pale. Ila mimi nilifika, na nimefika. Ufikaji wangu pale mm, ni maafikiano mazuri na watu, na namna ambavyo wewe una unajipa mitazamo ya kusudio lako kwamba natamani nifike Kigoma. Kwa hivyo hata kama watu atakufelishi lakini lile kusudio lako kisha liwekea. Utarudi kwenye mstari na utafika. Pengine, pengine ulikuwa umeshawahi kufika Kigoma ama ndio mara yako ya kwanza kufika? Ah, mimi ndio mara yangu ya kwanza. Hapana, sijawahi kufika kabla. Labda kuna mtu ambaye alikupokea, mlikuwa mna mawasiliano naye mpaka kufika. Mm, mawasiliano mm, ya mtu wa Kigoma nilishakuwa na Ndiyo, watu tuseme, ila sio kwamba wao kuniongoza eti nifike, hapana, ila nilikuwa nawafikiana na nao juu ya mazingira na uzuri wa Kigoma, tulikuwa tunabadilishana mawazo, lakini sio wao ndo walioniongoza nifike. Ni mtu mi napenda kujifunza sana nye? ila kwa sababu tu unajua, familia zetu wengi wa Afrika tumezaliwa duni, kwa hivyo nyenzo tu ndo huwa sina yani, lakini natamani kufanya vingi kwa umri wangu na upeo wangu vitakavyoniruhusu na takavyojaliwa Mwenyezi Mungu akanijalia. Basi kwa upande wa Dar es Salaam kule, kuswala hili la kutengeneza sabuni, kuchakata sabuni hizi kwa kule halipo, zipo viwanda vingi na vikubwa na tena zaidi hata yaichi naam. Lakini unajua eh, na biashara inaenda kutokana na, na kinachohitajika sokoni ndio. Kwa hivyo ikiwa Dar es Salaam ni karibu kutoka mimi napoishi na Sido. Hmm. Yaani nauli nadhani haifiki 500. Yeah. Hmm. Kwa hivyo mimi nilichokiangalia sio kufika tu Sido. Kufika sehemu ambayo nikipata bidhaa au nikitengeneza bidhaa inayofanana na nadharia mazingira fulani. Basi hiyo bidhaa yangu haitoka kwangu. Hmm. Itaenda sokoni na. Sawa, labda tofauti ya Sido ya Dar es Salaam na huku Kigoma. Tofauti yake ni ipi? Labda kiwanda cha kule Dar es Salaam cha Sido na huko Kigoma tofauti yake ipo, kwa mimi nilivyotazama na nilivyohudhuria katika mazingira ya viwanda viwanda kwa sababu najibidiisha kujishughulisha na hizo shughuli. Aa, Dar es Salaam kwa kiasi kikubwa hawazalishi vitu vya kutoka shamba. Wao asilimia kubwa wanazalisha vitu ambavyo vimeshatoka sehemu ya kwanza, wao wanakuwa sehemu ya pili mfano, au sehemu ya tatu kwa mfano SIDO ya Dar es Salaam, ukitaka kemikali utazipata kwa bei nafuu na zipo nyingi, tofauti na SIDO ya Kigoma. Lakini ukitaka mali gafi za kutoka shamba kama, kama ukitaka mafuta ya karanga, maana hayo ndo tunayatumia kwenye shughuli zetu Ndina. mafuta ya ufuta, mafuta ya mise, mafuta ya mawese yenyewe, mafuta ya alizeti Ndina. Ukienda Dar es Salaam utayakuta tayari wameyanunua sehemu nyingine pale wanayaleta. Kwa hivyo gharama yake pia itakuwa juu, alafu pia hata ujazo. Unajua kila mtu atataka biashara, lakini akishachukua sehemu moja kupeleka sehemu nyingine atataka apate faida maradufu. Lakini SIDO ya Kigoma asilimia kubwa hivyo vitu vinaletwa moja kwa moja na wakulima wanakuja kusindika pale pale. Lakini SIDO islamu, ya Dar es Salaam haina mashine ya, ya kutengeneza, yani wao waanze mchakato wa mwanzo pale. Kama zipo huwa hazifanyi kazi mara kwa mara. Kwa nini labda? Kutokana na malighafi amna. Amna mtu anaye Dar es Salaam azilimi alilimi alilimu chikichi. Chikichi. Kwa hivyo yanalazimika yatoke mbali. Eiza kama pakati Mzenga, Vigwaza umjiani mpaka unakuja Mlandizi, Chalinze kuna miwesa michache michache ambapo wanaweza kuota chanika huku kidogo navyo isimudu mahitaji ya kiwanda, kwa hivyo watalazimika kuchukua malighafi tu iliyotakatishwa tayari kutoka Morogoro iza Kigoma, Mbeya zi-ziende kule ili wakazichakate kwa ajili ya kutengeneza bidhaa. Umezungumzia kuhusiana na ubora wa sabuni na umekiti kwamba sabuni za Kigoma ndio sabuni ambazo ni bora na zinapendwa kuliko za Dar es Salaam na huko Morogoro orogo, labda bei yake ipoje ulipofika huku Kigoma na kwa kule Dar es Salaam? Labda mche mmoja wa sabuni kwa kule ni shilingi ngapi na tofauti na huku ama dazani? Ha, unajua ni hilo swala pia la biashara kwa sababu mimi nitazungumzia mimi na wanaonifuata mimi, lakini inaweza kuwa wewe utazungumzia wewe na vile ambavyo watu wanavyokufuata. wa unajua maisha ya mjini au maisha ya soko yapo, kutegemeana na watu unawauzia na, na mazingira ambayo wewe unayaamua yawe. Kuna wengine wanasema mimi ni VIP, kuna mwingine anasema mimi nataka nifanye biashara hata nipate hamsini, ili mzunguko uwepo eh kuna mwingine sijakomaa sana katika kutambua kwenye VIP na nini, lakini ninachokijua kwa kawaida yeah. mimi sabuni naziuza elfu moja mia tano kwa Dar es Salaam, huku naagiza matirio yeah. au muda mwingine kama hivi nimekuja, natengeneza mzigo huku navyorudi nao kule, maanake kwa bei ambayo mimi nimenunua matirio huku yeah. nikiuza elfu moja mia tano kwa jumla, pisi moja yeah naona inanilipa napata faida kiasi, lakini kuna wengine wanauza elfu mbili, mbili. Unaona kwa, kwa pisi moja hiyo bei ya jumla ambao wanaowauzia wengine wanaenda kuuza hadi elfu mbili mia tano mwingine anauza elfu moja mia saba bei ya jumla pisi moja. Kwa hiyo tumetofautiana tumetofautiana, lakini yote kwa yote kwa sisi wote ambao tunakuja kutengeneza mzigo Kigoma hmm, ubora ni ule ule lakini blandi mwingine anakuwa tayari ana umaarufu wa kile kitu kwa wateja wake, au anawauzia wateja ambao kidogo wamejipata. Si wengine tunaishi uswahilini, kwa hivyo watu tunawauzia hali zetu, tunajuana. kwa hivyo Mgibu, uwezi kuuza kitu bei ghali, alafu unaowauzia pia ni watu ambao wahitaji. Ili biashara iende na wewe ufanye kazi, lazima ushuke bei, uwauzie, mwisho wa siku mfanye mabadilishano, uachie sabuni upate pesa, uje ununue tena matili mchakato uendelee. Mimi sido nilichokuja sio kupata mafunzo, kuja kupata ujuzi wa wao, kwa nini sabuni zao zinakuwa na sifa zaidi ya za sehemu nyingine. Naam, kwa maana kwamba mimi sabuni natengeneza, lakini unapotengeneza sabuni unapewa oda kwamba tunataka sabuni za sehemu fulani. Hata ukileta pisi mia mbili nazichukua. Unaona mm, kwa hivyo kile kinakupa wewe kama changamoto kwenye ufanisi wako, kwamba hivi kwa, kwa hiyo ninavyojitahidi kuboresha hichi kitu, kumbe sitengenezi katika ubora. Kuna sehemu kinatoka bora zaidi ya hichi cha kwangu. Kwa hivyo kilichonifanya nifike hapa kuona ubora upya ambao unazungumzwa na wenzetu ambao wanahitaji bidhaa za kutoka Kigoma.